Habari msikilizaji wangu wa Ulimbo wa Simulizi, karibu katika kundi la kupendwa lile la visa na mikasa, ukiwa na mtunzi wako Zuberi Musa Maruma, Zuberi Musa Maruma. Unaweza kunipata kwa WhatsApp namba 0759427653. Msimuliaji wako ni yule yule binti Rahma Musa. Katika meza yangu nina ule ule mkasa wa nisamehe mume wangu mkasa huo umemtokea dada Martha, na tupo katika sehemu ya tatu. Kumbuka kipindi chetu pendwa kinarushwa kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Na kumbuka katika sehemu iliyopita tuliishia dada Martha, baada ya mume wake kushindwa kumrejesha kitandani, anaamua kuisaliti ndoa ya yeah. Je, yeah. unadhani nini kilichoendelea? Endelea kuwa na binti Rahma aendelee kukusimulia katika sehemu hii ya tatu na mimi, utajifunza mengi, utaelimika na kuburudika pia. Karibu. Habari, ndugu msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi. Karibu katika Ulimbo wa Simulizi. Leo tukiwa katika sehemu yetu ya tatu ya mkasa wetu wa kweli kabisa unaokwenda kwa jina ni nisamehe mume wangu. Mwandishi wa mkasa huu ni Zuberi Maruma, unaweza kumpata kwa WhatsApp namba 0759427653. Dada Matha anaendelea kutusimulia historia ya kweli aliyokumbana nayo katika maisha yake. Sehemu iliyopita tulishia baada ya kufumaniwa na mume wake Sami, Matha anamkana mumewe na kupelekea mumewe kumwacha na kumpiga marufuku kumuona nyumbani kwake. Je, unahisi nini kiliendelea? Twende pamoja katika sehemu hii ya tatu tuweze kujua zaidi alojili kati ya hawa wawili. Mume wangu Sami baada ya wewe kunipiga marufuku kutokuja kwako, hata moyoni sikuumia tena, ndo nilifurahi. Niliona maisha yale nilokuwa nikienda kuishi ndo maisha yale mazuri. Baada ya wewe na wenzako kuondoka, mpenzi wangu Martini alinitoa hofu. Vita vya panzi, furaha ya kunguru, ndo muda sasa wa mimi kufaidi mapenzi, ndo muda wa mimi sasa kupata mtoto ndo muda wa mimi sasa kuitwa mama. Nikajuta kuolewa pasina kujaribu tendo. Kumbe ndo maana ukunikazania kuniomba unyumba mpaka ukanichumbia, na si kwa kawaida ya ja wanaume wa kisasa. Martini akanipeleka nyumbani kwake, tukaanza maisha ya mume na mke, maisha yalojaa furaha. Nitake nini Martini asinipe? Mume wangu, nilijua kutokana na kukusaliti na kukukana kutokukujua na hasira ulizoondoka nazo. Usinge kao nitafute my love. Kumbe nilijidanganya. Mimi nikiwona kura raha na Martini mwenzangu, kwa upande wako kumbe ilikuwa tofauti. Mawazo yalikutawala. Ulinipenda sana mume wangu, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ukaona bora unipigie. Ukanipigia simu mume wangu, na kwa bahati mbaya namba zako sikuzifuta. My husband, my husband ndilo jina lililosoma katika skrini ya simu yangu. Nikaguna, nikawaza kwa dakika kadhaa Niipokee au la? Mwisho nikaona wacha tu niipokee, nikusikilize. Nikapokea, halo. Kwa sauti ya upole iliyojaa wasiwasi, ukatamka sema nami. Kwa dharau, nikiwa nimekunja mdomo, nikatamka, najua ulinikosea sana mke wangu. Nimekusamehe na kuomba rudi nyumbani tuendelee na maisha yetu, ulizungumza kwa sauti ya upole mpenzi, tena ya kusihi. Mimi nilisonya nikakata simu, sikuishia hapo. Hapo ndipo nilipokumbuka kutafuta kabisa, hapo ndipo nilipokumbuka kufuta namba kabisa katika simu yangu, japo kichwani ilikuwepo. Ukawa ukinipigia na kata, mwisho nikakuweka katika blacklist maumivu uliokuwa ukiyapata kipindi kile ndiyo ninayoyapata mimi kwa sasa. Nisamehe mpenzi, sikujua nilitendalo, ni shetani tu mpenzi. Malipo ni hapa hapa duniani, sasa ndo nalipwa mpenzi. Baada ya kitendo kile cha kukuweka blacklist, mambo hayakuishia hapo siku ilofuatia ulinifata kazini kwangu katika mini supermarket moja ndogo tu iliyomilikiwa na Martin. Ulijaribu kuniomba msamaha, nilikujibu vibaya. Kwani mwanamke mimi tu nishasema sikutaki, mbona mwanamke ng'ang'anizi hivyo hmm? Niliongea kwa sauti kubwa, wateja wakageuka kutuangalia. Sawa so, mama haina shida, mimi naenda kwa aibu. Mume wangu uliongea na kufungua mlango ukatoka na kwenda zako. Nilisonya na kuendelea na shughuli zangu. Sikumweleza kitu chochote mpenzi wangu Maltini juu ya usumbufu wako, mume wangu. Nakumbuka zilipita kama siku mbili toka siku ile ni kufukuze kazini. Ilikuwa ni Jumapili tulivu nilikonda na kunywa chai nielekee kanisani. Ghafla simu yangu ikaita, kuangalia aliopiga ni marehemu baba yangu, haraka sana nikapokea. Shikamo baba, nilimsalimia baba kwa sauti ya upole iliojaa furaha. Marahaba mwanangu, mu wazima huko? Lakini Namshukuru Mungu, sisi wazima tu baba, sijui nyinyi huko Mm, kutujulia hali ndio mpaka usubiri mimi baba yako nikupigie? Hapana baba, ni ubize tu na huyo mmeo Sami. Ajambo? Mm, ajambo baba. Oke okay, sawa, nakuomba nyumbani hapa mara moja, kuna kitu kimetokea, ndio unasubiriwa hapa. Mm, baba kwepa, lakini ukifika ndio utajua Ndo ufanye haraka kuja, tunasubiri hapa sa. so, baba nakuja. Kuja nikikata simu, mpenzi wangu Martin alikuwa akiniangalia kwa macho ya mshangao. Kuna nini nimeto nyumbani, sijui kuna tatizo gani nami? Nikajibu nikinawa mikono nikanyanyuka. Kwa kifupi Martin alikuwa kajenga gongo la mboto ndo tulikuwa tukiishi kwa muda ule, ila wazazi wangu walikuwa wakiishi Temeke Ventel. Ila wewe mume wangu ulikuwa ukiishi Matumbi, ndipo ulikuwa umejenga hivyo. Kwa kuwa Jumapili hapakuwa na msongamano, nikaingia ndani ya gari yangu binafsi robo tatu, robo saa tu, nilikuwa nikigonga honi nje ya nyumba yetu, mfanyakazi akaja fungua geti, nikaingiza gari langu Nilishtuka kulikuta gari lako mume wangu, nikawaza nirudi, ila nikapuuzia na kuamua tu kuingia. Nilijua kabisa ya kuwa dawa ya tatizo si kulikimbia, ila ni kupambana nalo. Nikashuka kwenye gari na kuelekea ndani, nikafungua mlango, nilipopaona ukumbini moja kwa moja mume wangu ulikaa pembeni ukiwa na baba yako pia mama na baba. Mwili wote ulisisimka, nilishatambua kinachoenda kutokea. Nikawasalimia nikaketi eti mimsalimiaji huyo. Baba yangu aliniulizwa kwa ukali ni baada ya kumsalimia sami, mambo nawe bila kinyongo kaitika poa Ndipo baba alipooji swali lile, sikujibu kitu, nikapotezea. Basi baba akafungua kikao kile. Mama mwanangu, mumeo ukaja hapa ulalamika umetoloka wiki ya pili sasa, wiki ya pili sasa haupo nyumbani, akikupigia simu upokei. Hivi ni wapi ulipo na mwenzako? Kakukosea nini? Baba alihoji moyoni, nikajua kumbe Sami akueleza juu ya mimi kumfumaniwa matusi nilomtukana wala juu ya tatizo lake la kutosimamisha. Anajua kosa lake na simtaki tena. Kuanzia sasa huyu si mume wangu na wala siishi naye. Niliongea kwa kujiamini. Eti Sami mwanangu, ni kosa gani kubwa hasa uliwamkosea mwenzako mpaka kuchukua hatua kama hii? Weka wazi kila kitu tujue, tutawasaidiaje? Baba mkwe wangu akaongea, huku akikuangalia mume wangu. Je, unajua Sami alijibu nini? Wazazi wataweza kuirejesha ndoa iliyokwisha kufa? Tunene katika sehemu inayofuata. Kumbuka, huu ni mkasa wa kweli kabisa uliomkuta dada Martha, mwenyeji wa jijini Dar es Salaam na kuamua kumsimulia mtunzi mashuhuri Zuberi Maruma. Nawe kama una mkasa uliokutana nao katika maisha yako, unaweza ielimisha jamii kupitia kwangu. Mtafute katika namba 0759427653. Asante kwa kuwa nami. Karibu Ulimbo wa Simulizi kwa stori nzuri na mikasa inaosisimua. Asante na baibai bye bye.